Nauliza wewe, si ndio uko hapa? Umeingia kwenye eneo letu umevunja. Mimi wewe, mimi nimefunga na wewe mkataba? maana mwekezaji ni nini? unao mkataba, ni kuonyesha mkataba wa nini? Sawa. Sasa kwa hiyo hutaki kuongea na halmashauri kuonyesha mkataba, mimi unaongea, naona Ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Hapa siyo eneo la serikali kuelezea kuhusu aliyebomoa hizo nyumba za serikali. Hapa nani? Nani? Nani? Sina majibu ya kueleza kwenye chama. Sasa kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro, amechukua eneo la sisemu, akawekeza alivyomaliza, akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine. Eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa, sikushiriki, pengine sikupata mwaliko, sikuwepo. Walioshiriki walishiriki baada ya kushiriki, anasema ana mkataba, lakini ukiuliza mkoani hawaelewi, ukiuliza HQ taifa hawaelewi, uko kwenye baraza la wazamini hawaelewi, kama tulienda kwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu akasema hawaelewi, kama secretariat it means haliwezi kwenda juu. Lakini sisi haya ya Chama cha Mapinduzi na biashara yao hatuulizi, hatu, hatu, hatu. Lakini mimi nimekulia Katoro naifahamu, nimekulia huko, nimekuwa mwenyekiti na mshauri, nimekuwa mwenyekiti wa mkoa. Ni mji mkubwa na ni wana CCM wengi. Na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo. Tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira, watoto jioni na nini? Mazoezi ni afya. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwaka anazoziita zimekamilika akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu, zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini na nini zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchomwa, yeye, baada ya wiki moja, kareta gireda kaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote anajua, yeye na mtu mmoja mwenye kiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi wakaanza kubomoa, ndio ugomvi ulipoanzishwa, ulipoanzia. Wale watu wa serikali wakamwambia, wewe kama una sehemu umepewa hili eneo, hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawambia, mimi nafanya kazi na Ikulu mimi nafanya kazi na mkoani, mimi nafanya kazi na wilayani. Tukaona hayo maneno, ikiguswa Ikuru ni sehemu kubwa sana takatifu, kila mtu tunaitegemea, ni sehemu ya haki. Tukasema sasa sisi halmashauri hatuwezi kuamua, makao makuu, ni vizuri twende tukaone eneo, lakini nyinyi halmashauri kama wataalamu, kwanza mtuletee vibali. Pale kunajengwa sijui maduka 500 kuua kabisa ule uwanja, na tunauliza halmashauri alternative, kama unaua ule uwanja mnapeleka wapi? Na Katoro hapa mnafahamu, kuna majanga ya moto, mji umejaa, lakini kuna michezo pale, ili uwe ile, ile uwanja. Kama mmiliki kaamua kubadilisha matumizi, kwenye mchoro inaonyesha ni uwanja wa mpira football. sasa nyinyi kama mmeruhusu huko ndani abadilishe, mtuambie alternative yake, mmepeleka wapi? Wakasema sisi kweli, kuna barua ililetwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Baada ya kuleta, tukaijadili kwenye tafasiri ya sheria hairuhusiwi kubadilisha eneo la mpira la kiwanja kulibadilisha kulipeleka kwenye maduka ikashindikana. Hatujaijibu, tunayo tukawaambia, tupeni. Lakini kuna barua nyingine ambayo inaiomba ina, yani, sisi e, chama cha mapinduzi wilaya ya Geita kinaiomba halmashauri ya Geita barabara, yani wanaomba kwenye eneo la serikali ambapo kuna ofisi za mji wa serikali hizo zilizochoma, watengeneze barabara kuingia hatuja zijibu kwa sababu tafasiri inakataa kubadilisha kiwanja cha serikali, kina hati haiko hapa, hatuwezi kutoa. Tumefika tumeona eneo tukahitaji. Bahati nzuri mwekezaji ni mme wake na diwani wa kata. Tukaenda pale tukakuta kimeshawekwa kiwanda cha tofali. Ili ufungue kiwanda cha tofali pia kunahitaji leseni, ni biashara ndogo, lakini inahitaji leseni na utaratibu. Tukaenda pembeni tukakuta kisima, kumeletwa lori linachimba kisima. Tukawauliza wale watu wanaochimba kisima, nyinyi mnachimba kisima, mna kibali cha kuchimba kisima? mmeripoti popote? akasema kibali hatuna, ila sisi tumeletwa na anaitwa ni, ni nani Rashidi, ni nani ni mwekezaji. Hey, alikuwa amekaa kama hatua kumi na tano na ameona serikali tumeenda na msafara wa magari ya serikali watumishi kama 30, tukasema basi njoo tuzungumze na wewe utujibu hoja. tunamuita amenyamaza tunamuita amenyamaza. Sasa unajiuliza ni dharau ya kiasi gani? Watu wote hapa kila anayegusa lile eneo anafukuzwa kazi anaondolewa, lakini ukirudi kwa mwekezaji, kabla hujapata kibali, huruhusiwi kujenga mradi wa projekti, maduka mia tano hauna kibali, hauna kila kitu alafu antacha, kila anayeenda anafukuzwa. Na sisi tukataka tujionee, tumefika pale, tunamuuliza ametudharau, tukamfata bana, tunakusemesha. Kwa hiyo tumechukua maamuzi kama halmashauri Tumeamuru leo waandike barua ya kusitisha ujenzi mpaka pale taratibu zitakapokamilika, lakini tumekubaliana wafungue shiti. Majengo manne ya, ya serikali yamevunjwa na mwekezaji. Haijarishi yamechomwa, lakini hatujampa ya kibali cha kubomoa yale majengo. Yana taratibu zake, tuje tujiridhishe kwenye athari, halafu tutenge bajeti tujenge, kisha yabomoa, tufungue chaji ya kumdai kwamba kwa, kwa nini amebomoa majengo ya serikali ili tu apate njia maduka yajengwe lakini changamoto ambayo ni namna gani wananchi walipokea. Maana yale maeneo, kwenye eneo letu la chama mbele kuna eneo la serikali ambalo lilibomolewa na mtu anayeitwa mwekezaji. Mwekezaji huyu alifanya utaratibu wa kusafisha eneo ili aanze kujenga kwa mamlaka aliyopewa na watu waliomwelekeza, ili aweze kujenga lile eneo, awekeze. Ila lile eneo linavyoonekana ni eneo la michezo ambalo limetolewa na chama chetu na kilitoa kwa ajili ya michezo na halmashauri, unajua hivyo. Lakini kwa katika mazingira hayo, basi ilionekana kwamba inafaa kujenga uh, frame kwa ajili ya biashara. Lakini sasa changamoto iliyokuja ni wananchi kupokea kile kitendo ambacho kilifanyika cha kubomoa yale maeneo ya serikali ambayo zilikuwa ofisi, ofisi zao ambazo baadhi zilikuwa zinatoa huduma na zingine zilikuwa hazitoi huduma kwa wakati huo, lakini zilibomolewa. Kwa hiyo mapokeo yakawa tofauti tuka tunapokea taarifa kwa wananchi, huyu anasema hivi, anasema hivi. Kwa hiyo tukaamua kufika kwenye hilo eneo ili, ili kujiridhisha kwamba hili eneo likoje. Tulifika tukaona kweli ofisi zimebomolewa. Aliyebomoa nani? Ni mwekezaji. Sasa tumejaribu kumuuliza mwekezaji kwamba aliyekupa mamlaka ya kubomoa hili eneo. Lakini kwa namna hiyo, basi kamati imefika leo na imejiridhisha na kuona yale mazingira na imeamua, imeamuru kamati kwamba mwekezaji anayefanya kazi katika eneo la chama asimame kwa muda, ili taratibu zifuatwe namna gani ya kuomba kibali na mambo mengine yote yafanyike ili utaratibu wote ukamilike. Na ikiwezekana, mimi nilifika kwa mkoa mkoa, tukazungumza kama kushauriana kwa mbele, eneo lilikuwa la michezo, linaweza kuendelea kubaki la michezo kwa mkoa. Akapokea vizuri sana, akasema ni kweli, inawezekana ikabaki la michezo, na akawa anaendelea kufanya taratibu hili, lile eneo libaki la michezo.